Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa ishirini na nne zijazo. Na usiku wa leo, tunatarajia hali ya ukavu katika maeneo yote ya nchi yetu. Na hata hivyo, kwa siku ya kesho upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa katika ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wa pwani ya kusini mwa bahari ya Hindi, lakini pia kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa katika ziwa Victoria pamoja na ukanda wa pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi. Na hata hivyo, hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo mpaka makubwa kiasi. Na kiwango cha juu zaidi cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 35 katika mkoa wa Morogoro, ikifuatiwa na nyuzi joto 34 katika mikoa ya Kilimanjaro, Dar es Salaam pamoja na Pwani. Na kwa siku ya kesho tunatarajia pia mikoa ya Kagera pamoja na Geita, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi. Mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya nchi yanayosalia maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mwengo kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebbecca William, tukutane hapo kesho, muda wakati kama huu.